Nam na sasa nafika kwa Mzee Makongo Makongote hapa ndipo kwa Sunu na maarufu mungu wa pili. Hodi mzee Makongote, mwenyewe Makongote? Hapa ndipo kwa mungu wa pili. hey. Ndio. Hey. Eh, hey, ulimbo, shikamo. Mara hamnyam. Huko hapa Sunu

mwandishi wa habari oh, sawa sawa, okay. sawa sawa, nikasema nije nikutembelee huku sawa sawa, kijiji cha Tulia. Ndio. hapa kata ya Mondo ya Msungu okay. mkoa wa Mwanza kwa sunu kwa sunu ka mungu wa pili mungu wa pili, na mambo gani yanaendelea? A, ah mambo matibabu ni ya matibabu, mnafanya matibabu okay. Okay. eh. Okay. Kutu kuagua ama kutik kuti mm -hmm. E, kwa hiyo hiyo ndio kazi aliyokuwa anafanya mzee aliyekuachia kazi hii ainiwaisha kazi hiyo, okay. Nagutima wake mm -hmm. saidia Na, maana hii kazi ni ya Mungu. Ndio maana kajiita Mungu, okay. mm. Mungu wa pili mm, baada ya Mungu ule mkubwa malimwita watu tu wajia nguvu zake

Miaka Aha, ya. Miaka miaka bado miaka yanaambiabkambia kwa miaka mingapi? Miaka kumi. Kwa hiyo hmm. Toka mefariki bado bado inabaki miaka kumi, imebaki miaka kumi. Ongera sana niu mguu wako nikasema nije ndio tuongea mawili matatu sawasawa. Kwahiyo na hapa e, nikiangalia nyumba ni nyingi, nimeambiwa yote ni familia hii moja. Ni kweli ni kweli uh -huh. Kwa hiyo mmekaaje familia hatuna ishi kama watu mia mbili msini humu ndani, humu ndani tunakaa sawasawa kawaingaaa watu wa mzazi mb... kwa hiyo humu kuna wajukuu, kuna wajukuu kuna watoto na wengine naasijiana ambao ni wa nje wa nje. Sasa kuoa wa inakuwaje? maana si ni ndugu wote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 nafanya najua wakorofi hawezi kukonza aweka waeshima aeaeshima y mdogo mshima kubwa kubwa dogo. Uh -huh. Kwa hiyo humo na kazi kubwa ni kuongoza, ni kiongozi ka, kabisa. Kazi kubwa sana, na shughuli hizi ambazo mnavyozifanya hapa wale wanasema nyumbani Mm -hmm. Naona na majina ni mengi. mm -hmm. eh. mm -hmm. mm. Basi mimi madamu nilipokea, mm -hmm. twende sasa tukakai, nisikusimamishe mm -hmm. sana, mzee Makungu. Eh, sawa, sawa. Eh, no, no. Hey. Hey. Mtemi, hey. Wasungusungu walikuwa na magugumaji we, magugumaji kasungusungu

Kwa hiyo unasubiri muda sasa, si muda, bado haujafika. Uliambiwa mpaka iishe miaka kumi. hmm. Mbona umeanza sasa kabla hmm? Kutibi aya mambo madogo madogo? Ah, kuna makubwa ambayo hufanya. Kuna makubwa hufanya kama yepi sasa, ambayo hayo hutagusa kabisa, maelekezo mwenyewe yalivyokuwa, yeye mwenyewe Mungu maelekezo iliambiwa kama mtu

Kwa hiyo watoto wa huko wote wamesoma wamesoma. Eh. Okay, na nembo yake mitaiko ku wameweka na nembo kabisa, wameandikaje ile mzee katika nembo ya mzee wa pili si, asoma ju wameandika wame, wame, so ongera sana. Kwa hiyo hapa ukiangalia tamaduni zinabadilika mira zina nyingine, unakuta vitu vinasaulika. Humu una zaidi ya kaya, yaani watu zaidi ya mia mbili, mnapata muda wa kukaa pamoja kuzungumza mambo ya mira, kufundisha, kuelekezana kama siku ya leo. Leo ni alham siku kubwa sana kwa hiyo ndani kuna nini inaendelea siku ya Alhamis? kuna kuhangia, mambo akuhongea, kukumbushana mm -hmm. na na kujiweka vizuri. Kwa hiyo kila Alhamisi mnakaa hapa mnazungumza mambo uh -huh. Bila shaka wewe umeendesha vikao vya Alhamisi nyingi ni uh -huh. mambo gani mnakuwa mnazungumza? Tunazungumza mambo tu ya kupendana. Kwa hiyo upendo. Mbona wakati mwingine tunapika ngoma za kushangaza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

anakuita siku ya Alhamisi, amesema inakuwaga siku kubwa sana mundani, ndio mnakaa pamoja siku nyingine yingine aje na mama, aje na mama Eh, siku ya ya maoni, ameongezea vingine, anasema kwamba ni siku kama ya ibada mm. mm. ibada, lakini siku ya ibada za ibada kamili mm. nakuwa mwezi wa kumi na moja tarehe tano, ibada kamili ya ya humu, eh, humu. tarehe tano mwezi wa kumi na moja, lakini kila lihamisi kila hamisi kuna siku siku mnakutana, siku aliipanga mwenyewe. Sasa tutaka tuone siku ya Alhamisi na leo, unajua ni siku ya Alhamisi vitu naokea. Na sasa siku mm. eh, nyingine mnakutana ni kuimba tu, kufurahi. yeah. io mm. tunataka tupate kionjo kidogo. mm. eh, Alhamisi imetukuta. mm. mm. Sawa, tunaposubiri ngoma. mm. Kwa hiyo kwa maisha ya hapa, wewe ukiangalia mzee mkongote mm. makongote mm.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 Hapa wato tunajimbikia. Kwa hiyo hapa ziko sawa sawa, ziko sawa sawa. Kuna sehemu zingine, Kwa kwazili maana tunapinda na watu kama hao. Hawa wa Kristo ni wenzetu. Kuna mambo yao, mimi nafuata Kristo ingine

Haya, mtazamaji, tunakwenda kuangalia maisha yalivyo hapa kwa sunu na kwa Mungu wa pili. Siku huwa uh... wanafanya mambo mengi lakini mm. kuna siku wanakaa hapa, wanaimba kama ibada, wanatuongeza tu kidogo mm. basi twende mm. ah.

tumalizie mazungumzo yetu kidogo, mm -hmm. Hapa ulikuwa unamuonyesha mtazamaji wangu kwamba siku ya Alhamis mtazamaji, siku ya Alhamisi waimbe jambo moja. Hapa tunafunga waimbe moja, mtazamaji, wakati mzee Makongote mwenyeji wangu hapa. Tupo kwa Mungu wa pili Kwasununa. Siku ya Alhamisi kuna shughuli hapa ambazo zinakuwa zinaendelea kama se, kuna siku wanacheza ngoma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 lakini pia akasema yeye hana wasiwasi kuhusiana na mila ya Kisukuma na tamaduni zote kwa hapa sununa, si ndio mzee sumeni? hapa hakuna <totipa> kilicho <tiritu> haribika <totipa> ndio umesimamia. <totipa> Sawa, sasa tuendelee. Kwa hiyo hiyo ilikuwa siku ya Alhamisi ulisema tena ibada moja kubwa ya kuwaweka pamoja, na kwa mwezi wa kumi na moja tarehe ngapi? <totipa> mnafanya nini? Kifika siku hiyo akumbukumbu ya Mungu wa pili mwenye Suni, kwa hiyo wamnafanya vitu gani? Tunacheza tu, nafurahi nafurahi. Okay. Lakini pia umesema unajua wote hapa yupo mrithi wako, umesema ni siri ya moyo. Ukimsema saizi watamfanya nini? <laughs> Mzee hapa Sununa ambaye ndio yeye mzee Makongote ambaye mm. ndio yeye alipewa mikoba, hata yeye mwenyewe mm. kwanye na familia, hata yeye mwenyewe hajaanza kazi kwa sababu Sununa Mungu wa pili alimwambia miaka ile mpaka itimie mm. bado miaka kumi mm. wewe ambaye utakuwa mrithi ni nani? utajwe kabla sia nayo Zaya. Sasa kwende katika maisha ya kawaida, kuongoza watu ni kama uongozi mwingine, nyumba ni nyingi. Nimeona hapa jamii kuna watoto, umesema mwenyewe unapita, wengine unahisi ni kama wameharibika, unasikiliza nyimbo ambazo ukisikiliza moyo na kuuma. Kwa hiyo umekuwa ukifanya nini, unavyoongea na hasa kutatua, tuje kutatua, unajua huko nje una mahakama au mahakama ni wewe, mnaendeshaje sasa usuluhishi wa mambo kwa kimila kabisa, kama Wasukuma wa jamii hapa nyumbani, kwa somo kwa kimila hapa, kuna katibu katibu, unamwambia katibu na mtawala, katibu tunaye, yeye ataeleza baadaye. Huyo anakuwa na kazi gani? Anakuwa na kazi sasa, nikimwambia mimi ndio anatendea ama anachukua maagizo uh, ma mm. mm. yeah. na kwa mtu ambaye anasikiliza ni Msukuma, anaweza kawa Mwanza, unajua. yeah. yeah. Sukuma wamesambaa. yeah. wako yeah. sehemu nyingine, sehemu nyingine. ni vitu gani ambavyo akija hapa siku hizi, hata kuenda kau kituzumza Kisukuma mm. ndio watu wengi wanakusikiliza kabisa, ni nakifisha unakuta anakuambia tulimola kanzungu aya mzungu hivo naye sasa, mzungu eh, akitakaba eh, akishafika, eh, Dar es Salaam hmm. anakusalimia, wawa mlihoo ja natukaja natiniikombayi hmm. hmm kwa hiyo ile unajisikia fahari unafurahi e. mm -hmm. Okay. Okay. Sasa, kwa kumalizia, nilitaka kujua hapo. mm -hmm. Nichukue sasa katibu, kuna mtu amesumbua, mmekaa. mm -hmm. mm -hmm. eh, e. na katibu mashauri, kuna wazee wengine mnaoshauriana, nionekane, huyo mtu bado anatatizwa, anataka kuwaharibia maisha ya hapa Sununa. mm -hmm.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

kwa hiyo hata kuoa, wengine wameolewa nje, wanakuja humu, ila ndani humu si ni ndugu watu, anakuja na kwambia haya. Sasa, kwa kumalizia, wengine tukaongea na wasaidizi wako, mtu no, akisikia Mungu wa pili Yeah. Sawa, anashangaa kwamba kwa Mungu wa pili kwa sununa, anashangaa anajua, mbona Mungu yupo yeah, lakini ulisema pale vizuri, hilo jina hakujipa yeye mzee mm -hmm. ila limchawatu mm -hmm. kutokana na alivyokuwa kifanya, awezi wakashangaa, si wao wenyewe jina. Ah, kwa hiyo yeah. ni jina lao. una neno la mwisho kuzungumza kuhusu mila tamaduni za Kisukuma?